Hello, habari, karibuni tena. Welcome back to my YouTube channel. Kwa wale wageni, kwa majina naitwa Neema Mtenga, and lengo la hii YouTube channel au lengo ya hii channel ni kwa ajili ya kupashana habari ya fursa mbalimbali nje na ndani ya Tanzania, lakini pia kuwaletea baadhi ya watu mbalimbali ambao wamepiga hatua kwenye nyanja mbalimbali kwa lengo la ku, kuweza kuinspire each other lakini pia kwa ajili ya kukumotivate na kukupa nguvu ya kufanya kile unachokiamini. Karibuni sana sana sana. Uh, video iliyopita nilituma ile short video kwa lengo la kuelezea ni kwa namna namna gani uh, mtu anataka kuja kusoma abroad au Ujerumani anaweza kufanya ili aje kusoma hata kama hana scholarship, na pale mwishoni nilisema kwamba kitu cha kwanza lazima uwe na admission. Admission ni kitu cha muhimu na kabisa, na kabisa lazima kwamba unafanya utafiti wa kujua m ukse nafanya utattnhi ya, ya Ujerumani kila mji wa ii nchi ya Ujerumani au nchi ya Ujerumani ina chuo kikuu. Kuna chuo kikuu lakini kuna vyuo tunasema kama vyuo vya kati kama tulivyo navyo Tanzania lakini pia kuna vyuo vya vocational training kama tulivyo navyo kwetu Tanzania. Na vyote hivyo vinaitwa ni vyuo kama tunavyoita Tanzania au college. Sasa uh, kama unataka kuja kusoma ukishafanya, unatakiwa ufanye utafiti ni chuo gani unataka kusoma kulingana na fani yako alafu kitu cha kuandaa sasa, unatakiwa uandae dokumenti zako, na cha kwanza kabisa lazima dokumenti zako ambao ni vyeti viwe certified, yani viwe vimepigwa muhuri na mwanasheria kusema kwamba hivyo ni vyeti vyako na ameona original za certificate za kwako. Ukishaziandaa hizo, unatakiwa uandae na barua ya kuomba admission kwenye chuo husika chafani husika, lakini vyo vingi pia wana fomu ambazo unaweza ukazijaza na ukishajaza hizo fomu unatuma moja kwa moja. Kuna vyo wanataka utume kwa njia ya posta, lakini pia kuna vyo wanataka, wanakutaka wewe utume kwenye njia ya elektroniki yani ya online, bila kutuma kwenye posta na kutuma kwenye posta. Kwa mimi nakumbuka kipindi cha nyuma hapo, nilishawahi kutuma dokumenti nchini Ujerumani na nilitumia na, nani posta ambayo ni ile inaitwa nani ya haraka, inaitwa ile... ile... nini ile ya kutuma kwa njia ya haraka na niweza kutuma kwa, nakumbuka kipindi kile ilikuwa elfu mbili na ishirini na moja elfu mbili na ishirini kama sikosei, na nilitumia shilingi elfu sabini na mbili na ilifika ndani ya wiki hiyo hiyo niliotuma dokumenti zangu. Kwa hiyo inawezekana na na kwa nini tunasema labda fursa za kusoma nje au kufanya kazi nje, hatuna maana kwamba tunahitaji kukimbia nchi yetu, hatuna maana kwamba tunahitaji labda tukazamia tuka, tuka kwenye nchi nyingine. Lengo kwanza, tunataka tupate exposure, lakini tujifunze vitu ambavyo wenzetu wanafanya, wanaendeleza nchi zao, na sisi tuchukue ule ujuzi, maarifa na skills tuziamishie kwetu Tanzania tukajenge Tanzania. Kuna baadhi nilikuwa napita kwenye social media nikaona baadhi ya watu wanajaribu ku crush watu wanaotoa fursa mbalimbali mbali, uh, za kusoma au kufanya kazi. Wanaanza kusema labda nchi fulani sijui imekuwa ni maskini, sijui ni. Nadhani kila nchi ina uchumi wake na kila nchi ina kizuri na kibaya chake. Lengo letu sisi ni ku advocate kwa yale mazuri ambayo tunayaona ambayo yana weza kutupa sisi faida kama kama sisi wenyewe kama individual, katika individual level lakini pia yanaweza kukusaidia wewe kuweza kuendeleza kama ni mradi au ni kitu chochote ndani ya Tanzania baada ya kupata maarifa. Tuseme kwamba nchini kwetu hakuna hayo hivyo vitu, lakini kuna vitu pia tunazidiana. Kwa hiyo kama tunazidiana, ina maana tunavipata kwa wengine, tunaenda kuwekeza kwetu. Kwa hiyo hilo ndo lengo kwa nini tuna advocate ya fursa na opportunity ambazo zipo. Kwa hiyo ukisha maliza ukishatuma nani ukipata admission sasa, kama haujapata scholarship, una uwezo wa ku apply scholarship. Kwa mfano kuna scholarship inaitwa KAD ambayo inaandikwa K A A D, ambayo hiyo ni scholarship ya Katoliki ya nchini Ujerumani na inatoa scholarship kwa ajili ya kusoma masters pamoja na PhD, lakini kwa masters baadhi, yani ni wachache sana wanapewa pata hiyo fursa ya kuja kusoma Ujerumani, lakini wengi wanakuwa wanasoma vyuo vya Afrika, lakini ukimaliza masters yako una possibility pia ya kuomba um, kwa ajili ya kuja kusoma PhD yako nchini Ujerumani na ni scholarship nzuri sana. Kwa hiyo kama una una hiyo nani ndoto yako ya kusoma nje ya Tanzania unaweza ukaiangalia hiyo scholarship. Lakini pia ukitoa kade, kuna DAD yani ni ni herufi tu za mwanzo zinatofautiana. Kwa hiyo unatoa K unaweka D, ni another scholarship ambayo pia ni nzuri pia. Lakini zipo scholarship nyingi sana ambazo pia zinakuwa ni kama Erasmus ambazo zinakuwa una, unasoma nchi mbalimbali mbali, nchi kama tatu hivi za Europe ambayo inakuwa unabadilisha idea hapa na pale. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni vizuri sana. Na mimi naona kwamba kupata exposure sio jambo baya wala sio kwamba eti unakuwa hauna uzalendo wa nchi, hapana. Kupata exposure ni kitu kizuri kwa sababu tunalenga kujenga taifa. Tunalenga kuinua taifa. Kwa hiyo mimi naona ni kitu kizuri na ni kitu vizuri mtu ukafanya. Kwa hiyo hiyo ni habari ya kusoma, lakini kama umekuja kama hauna scholarship na umeweka zile milioni zako kama 25 kwenye block account, ukifika kwenye nchi za Ulaya nyingi kabisa kuna fursa za kufanya kazi za wanafunzi ambazo unafanya kazi kwa masaa ishirini kwa wiki na unalipwa sio mpaka kwa mwezi, unaweza ukalipwa kama Euro elfu moja au elfu moja na kitu, ambayo sasa inategemea na aina yako ya insurance ya afya utalipia lakini pia utalipa na accommodation, inategemea unakaa wapi. Kama ni kwenye hostel, angalau ziko chini kidogo. Kwa hiyo, roughly unaweza ukabaki na hela yako mfukoni kama Euro 700 of which sasa wewe huwezi kula hiyo hela yote. Kwa hiyo utakula, lakini pia kama ulikopa mtu, sasa kwenye ile milioni ishirini na tano ukaanza kurejesha kidogo kidogo. Kwa hiyo, mwisho wa siku unakuta kwamba umepata elimu, lakini pia umerejesha lile deni lako ambalo kama ulikopa na ile hela bado utakuwa nayo, lakini unafanya kazi, unasoma na unaendelea kupata exposure. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo mtu unaweza ukafanya, lakini watu, kuna watu wengine wanasema kwamba oka, okay sorry, okay mimi sitaki kuja kusoma lakini nataka kuja ku kufanya labda kama vocational training na vitu vingine inawezekana kabisa, lakini mimi natoa kwenye experience ya nchi ambayo nimekuwepo ambayo ni Ujerumani. Ah, nchi kama ya Ujerumani unatakiwa usome language. Of which, sasa ni kila mtu kimwambia naona kama ni kitu ambacho ya yani, kigumu. Of course language sio kitu chepesi, lakini kama unataka, wanasema kwenye nia pana njia. Kwa hiyo utasoma language, ukisoma language sasa unaanza kuomba unaweza ukaja kwa njia mbili. Kuna wale ambao hawajafika miaka thelathini, wako hapo kuanzia miaka ishirini kumi na nane mpaka ishirini na sita, wewe unaweza ukaomba kuja kwa njia ya au pair, ambao ni au pair ni ile kama family family, unakuja kuungana na familia ya Ujerumani, unajifunza culture ya Ujerumani, nao wanajifunza kutoka kwako, lakini pia kuna vitu unakuwa unavifanya nao wanakuwa wanakupa upkeeping like wanakuwa wanakupa kama stipend per month, hauwezi kuishi For free. Sasa hiyo itakusaidia kuendelea kujifunza na kufanya integration ya Ujerumani na mwisho wa siku, kwa sababu ile familia ina ina wajibu wa kukusomesha, itakusomesha. Nitamleta mtu ambaye amekuja kufanya upea na sasa hivi bado yuko nchini Ujerumani, atawapa vitu vyote alivyovifanya na wale ambao wanatamani watafanya. Alafu sasa baada ya hapo sasa, so una uwezo wa kuomba kufanya hiyo vocational training na tegemea unataka kufanya nini. Kama unataka kuwa we, kufanya mambo ya air hostess, kama unataka kufanya mambo ya ICT, kama unataka kufanya mambo ya unesi, chochote kile unachotaka kufanya event plan, chochote. Una, unaomba, unapata, na uzuri ukianza kusoma wanakulipa. Kwa hiyo unakuwa unafanya kazi, unasoma huko, unalipwa. Kwa hiyo hiyo ni another opportunity. Kwa hiyo unapata hizo skill unaweza ukazihamishia nyumbani ukabakia ukabakia Ujerumani au ukaamua kufanya chochote ambacho unaona unaweza ukakifanya kwa manufaa yako na manufaa ya taifa la Tanzania. Kwa hiyo kwa wale wenye maswali, unaweza ukaendelea kuuliza maswali, nitakuwa nayajibu kwa video ndefu au video fupi, kulingana na maswali yatakavyo kuwa yanaulizwa. Kwa hiyo uh, karibuni sana. Naomba muendelee kusubscribe, lakini pia unaweza ukashare video hii kwa yule ambao unahisi kwamba ikimpata inaweza ikamsaidia na ikamvusha mahali, lakini pia ninaomba kwamba ninawasihi kwamba tuendelee kuwa na subira. Nitawaletea video nzuri nzuri na nitawaletea watu wazuri ambao tayari nimeshawaandaa, ni muda tu wa kufanya nao uh, interviews ambazo zitakuwa na information za kutosha kwa fursa ndani na nje ya Tanzania. Asanteni sana, mpaka wakati mwingine.